Kaguo nooigue mwiroreri ngai auga niwe ihinda riakuria kinya ni ya kinya. Leo tunazungumzia hadithi ya mwanadada mwenye moyo wa imani na talanta ya kipekee katika uimbaji na utangazaji, Hellen Muthoni aliyejulikana na wengi kama Msoo. Hellen Muthoni alizaliwa mwaka wa 1989 katika kijiji cha Matimbei, kaunti ya Kiambu, akiwa mtoto wa pili katika familia watoto ya watoto wanne. Maisha yao yalianza vizuri. Baba yake alikuwa tajiri na aliyeheshimika sana hapo kijijini pao. Watoto wake waliishi maisha ya kifahari kiasi kwamba hata waalimu waliwaheshimu sana pale shuleni. Lakini mambo yalibadilika ghafla binvu mnamo mwaka 1998 alipompoteza baba yake kwenye mlipuko wa bomu la ubalozi wa Marekani jijini Nairobi. Tukio hili lilibadilisha maisha yao kabisa. Baada ya kifo cha baba yao, familia ilifukuzwa kwenye nyumba yao na kulazimika kuhamia kwa nyanya yao. Walihamia kutoka maisha ya starehe hadi maisha ya shida na umaskini. Mama yao alipatwa na msongo wa mawazo na jukumu la kulea watoto likabaki mikononi mwa nyanya yao. Helen alianza kujitegemea mapema kabla hata hajajua kujihudumia vizuri, alianza kumtunza mdogo wake. Wakati huo huo, wenzake shuleni walimdhihaki kutokana na kuporomoka kwa hali yao ya maisha. Alisoma katika Matembei Primary School hadi darasa la tano, kisha akaendelea na shule nyingine huko Limuru. Baada ya kumaliza darasa la nane, kaka washemeji yake aliyekuwa daktari alimsaidia kulipa karo ya shule ya sekondari ya St. Luke's High School. Baada ya shule, Helen alipenda sana uigizaji. Alijiunga na kampuni za utayarishaji kama Johari na Fanaka Production ambako alicheza kama mwigizaji wa filamu za Kikuyu. Kwa kuwa maandiko ya filamu yalikuwa kwa lugha ya Kiingereza, alilazimika kuyatafsiri mwenyewe kwa Kikuyu, jambo lililomsaidia kukuza ufasaha wake wa lugha baadaye alifanya kazi kama voiceover artist katika Kameme FM, na hapo ndipo kipaji chake kilipoonekana zaidi. Hatimaye alipata nafasi ya kujiunga na Inooro TV, ambako alihudumu kama mtangazaji wa kipindi cha injili kilichofahamika sana kama Rurumoka kwa takriban miaka saba. Kipindi chake kilikuwa kikipendwa sana akiwapa watazamaji matumaini faraja na neno la Mungu kila Jumapili. Mnamo Septemba 12 mwaka wa 2023, Hellen alitangaza kuacha kazi Inooro TV. Wenzake walimshangaza kwa kumtengenezea sherehe maalum ya kuaga Inooro TV na mashabiki wake wengi walimtakia heri njema katika safari yake mpya. Hellen Muthoni si mtangazaji tu bali pia ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Alianza kuandika nyimbo zake akiwa bado kwa dada yake. Wimbo wa kwanza aliandika akiwa anaosha vyombo. Amewahi kushirikiana na wasanii maarufu kama Masi Masika kwenye wimbo Ndi Mugure, maana yake ikimaanisha ya kwamba nimekombolewa. Aidha, amemtaja Paul Mwai na James Wanyoike kama waalimu wake wa kiroho na wa muziki kupitia muziki wake Hellen anahimiza imani, matumaini na udhabiti wa moyo, akionyesha kuwa Mungu anaweza kubadilisha maumivu kuwa ushindi. Kutoka maisha ya kifahari hadi umaskini, kisha tena kuwa nembo ya imani na matumaini, Hellen Muthoni ni mfano halisi wa msemo ambao usemao, Mungu hamwachi mja wake. Nimekuwa msimulizi wako Kaka Ken, na hii ni kaka ken 254 usisahau kusubscribe kushare na kulike ili mwisho wa siku upate makala kama haya pindi tutakapoyapakia